Naukutani wewe ni mwizi, nakuuliza wewe ni mwizi, hauna cha kusema. Eti umejia nini sasa hapa nyumbani? Aya, ondoka, hii ni nafasi ya mwisho, naomba uondoke tena. Hmm. Mimi hapa bana nina tatizo natatiz hmm. Uh, kuna mdada mmoja yani, namuelewa kutoka moyoni, lakini yani sijui naanzaje. Alafu jinsi ninavyokuona wewe, yani hmm. Yani ni mtu fulani hivi yani mtu fulani kwenye upande wa anishaku kusaidia kutema ngenge e, kutema hasa <laughs> sikia kitu kimoja. Mimi nawale po msewani hmm. ndo muda wa kunywa nini? Chai. Sasa mimi nitakunywa wapi chai? Akatoa mimi ndo natategemea misiba watu naenda kunywa chai. Asubuhi napiga, mchana napiga, usiku tena pia natategemea watapika ugali napiga. Asija kani mfupi nikapata shida kufanyaje

tum nani, sister isubiri hapo, inakuaje dada? Sasa, ushakunywa chai? una kama vile unaonekana ujara Tini nilikuwa nauliza hapa unapouza makoba ni sehemu gani? Yaani nipate marenge, marenge fulani hivi uko Tini mm -hmm. Basi tuachane nayo, yaani sitaki kwenda mbali yeye kwenda mbali nikakaa sijui niseme kitu gani, sijui nini. Mimi nimetokea kukupenda a tan Eh. <coughs> Ndiyo, hapa sasa hivi hakuna muoaji. Ila muoaji ni mimi em, niangalie juu mpaka chini, niangalie na harusi, tunafungia kwenye ndege. Hatufungie chini ndege, sawa so, tunakaa kwenye ndege au tunakaa kwenye gari haya. Angalia hata kugonga mwenye vyombo, njoo hapa, sogea so, hapa hey,

harusi yetu tunafunga kwenye ndege sawa, atutofunga kanisani, mchungaji juu sijui wawote siku na nani, babako na mama yako juu kwenye ndege sawa. Kwa hiyo sasa unanikubalia ama unikubalia? Sisi nitakubalia. Kwa nini? Kwa sababu wewe sio mwanaume wa ndoto yangu. Kwa hiyo unamtaka mwanaume gani? cha kwanza eh, ulivyo hapo wewe mm. kiufupi ni ni mtu ambaye Ufahamu dini kiko vipi? Haujui Mungu, yaani kifupi haumfahamu Mungu, sababu jinsi ulivyo muonekano wako mm, Hajishani kabisa hata na Mungu. Niambie wewe Mungu unamjua? Ulishawahi kumuona Mungu? Mungu ana rangi gani? Sawa, sijaiye, yani sijawahi kumuona, ila naamini kwamba Mungu yuko. Wewe dada, najua uache ruambe na sawa, eh, saa uache ruambe mtu anakuambia anakupenda hapa hapa utaki na hapa nipo na keshi Nakupa kabisa mali yako hapa, utakunywa maji ya mwamposa paka ukome, sawa. Utaombewa na wachungaji, kama unatafuta mwanaume utakosa mwanaume, nakuja kabisa by foot. Unanikataa, pita kushoto nenda. Eh, ngoja Mungu anisamee, pita kushoto nenda. Sawa, haina shida, nakwambia tu utanikumbuka. Aki ya mama, nakwambia mchanga, utanikumbuka maneno yangu, yaani kabisa, yaani... Ananikataa hadharani hadharani, mm, kabisa kweupe, watu wanamuona, wamlabeza tamana. Baba we nani, we dada, dada dada, mwenye machoholi mwenye kino cha kunesanesa, namkataa kulia boi, pakanasikia kama kupana nani uwe nikshasaautat najua mambo ni mengi, mona mambo ni mengi sasa. Umesikia yule dada, kumbe anachoogopa. Najua anaogopa kitu gani, anaogopa mjomba wake. Lakini mimi nimempiga saundi, piga saundi mpaka dakika za mwisho. Dada anang'ata kucha, akaanza kutoa machozi, analia, anasema jinsi gani anavokupenda. Najua yeah. Anakuzimikia kia mtoto aketikali, lakini je, unaweza kukata ugali kwa kachumbari. <laughs> Anauliza yeye anauliza, wewe unaweza kulimangia ugali na kachumbari. Ay, eh. Yani, na yani ukipata shida unaweza ukala ugali na kachumbari ah, eh. Lakini tayari dema amekubali, yaani hapo ndio ngombe nakuja kutokea. nipelau stakionipe mia tatu, staki mia tano, staki kunihurumu, nipatie mia tatu, mistaki mia tano. Nataka mia tatu kamili, staki, ntaka mia tatu staki yo hera mataka mia tatu, staki lipe mia tano, takela. Basi nitakuulisha mia mbili yako, sawa? Eti mimi, ngoja kwanza nikale huhulo, ili nikai samaki, akili mechanganyikiwa. Chai staki tena chai, yani mimi ninywa chai sai, chai ya nini? Naenda kukaa pale chini na kata ugoro wa mboni zangu hizo tatu nikipiga chaza, kuna hatara ganiai. Ni mda mrefu sana nipo <coughs> na wewe kwenye mahusiano yetu haya. Kwa hiyo ni vizuri zaidi hivi nyumbani wa kufahamu. Sawa mm, kwanza nimefurahi, ni, ni wazo zuri n uh, katika siku zote leo ndo meingia kwenye uh, mimi naona hilo haina shida, na kama unavyojua tumetoka mbali mpaka kufika ambasada. Mm-hmm. Mimi naona hilo nilifanyie kazi na nitatoa taarifa pia kwa wazazi wangu lakini hata kanisani pia wajieni si na weo tuna mahusiano na sio mahusiano tu, uh, ni, ni, ni mke wangu mtarajiwa uh, sa Karibu. Asante. Hmm, nimemkuta jafa jafu uh, tametoka lakini muda sio mrefu, anaweza karudi kwa sababu ka oh, oh. Saa lakini niliongea naye kwenye simu kaniambia nije nyumbani, nyumbani hmm, kwake hmm. Na kama nisipomkuta ningie ndani. Kwani wewe ndani kwake? oho Kwani atavichagoni mi ni girlfriend wake. Sawa, karibu ndani. mdawo ni mpige simu. mbona jana ukuja zoezi, unanifirisha

Koo, natamani sana siku moja usimame pale mbele kwenye kwaya kubwa alafu useme mimi nimekufundisha kwa sababu nakupenda Suzi. Na ndoto yangu kubwa mimi ni kukufanya wewe uimbe kwenye kwenye kwaya kubwa. Ukisimama pale ukaimba na wale watu wa Elim Singa zinafurahi, gaweza galoro gari. Unaimba vizuri tu pale kwa sababu nimekufundisha sauti nzuri, mwalimu wako anajua. Nahitaji na wewe ujue ili Suzi nizidi kukupenda Suzi. Jaribu kuwa unakuja zoezi kila wakati, na jaribu kunipa nafasi mwenzio, mimi nakupenda. Ah, na ndio maana kuna wakati pale kanisani ukishika mic tu na kuachia, lakini sio kama unajua kuimba sana, ila ni vile tu mimi nakupenda. Na sasa jaribu kunipa nafasi, au shida ni nini inayopelekea una unanifanyia hivyo? nazo na mwanamke e, yule anawiwa kuwa na mwanaume mzuri kama wewe. Lakini mwalimu, yani shida yako we ni moja, yani wewe ni mtu ambaye haujatulia kabisa mwalimu. Kila mwanamke ni unemwona mzuri basi basiwako, iyo ndio shida yako. Aikasema mwalimu kwamba hiyo ndio yani sababu hasa mimi siwezi kuwa na mahusiano na wewe. Shida yako wewe ni marayi

inatakiwa ukakae basi kule, ili ukorome vizuri na sauti zako na ngo ngo. Kuanzia y leo nimemaliza. <tipa> <Little manger. tipa> Ila leo ndo mm. niamini mama yako kuduna nambia sasa mm, mm. mm. atakuwa mm. kama mwendelezo kila Jumapili ukitoka kanisani lazima upite hapa <tipa> <tipa> bye. bye. bye.